Upande wa timu kiukweli, hata mimi hiyo taarifa sina e, nisiwadanganye. Timu jana mimi nimefukuzwa Zanzibar, nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu e, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa uh, Zanzibar karibu ni shahidi, nilitimuliwa baada ya mechi tukuisha, bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa. Kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa hiyo, ndugu zangu waandishi wa habari wa na nyie ambao mmekuja hapa ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Nachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25 kwenye siku ya mchezo. Hilo mimi naikishia. Upande wa timu kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina e, nisiwadanganyi Timu jana mimi nimefukuzwa Zanzibar, nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu. E, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa, uh, Zanzibar. Karim ni shahidi, nilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha, bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa, kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari na nyie ambao mmekuja hapa ambao mnataka kujua Yanga inarudiini Dar es Salaam kiukweli, mimi kama msemaji pia sijui. Nachokijua ni kwamba Yanga itak Benjamin Mkapa tarehe 25 kwenye siku ya mchezo, hilo minakikishia upande wa timu. Kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina, ni siwadanganyi timu jana. Mimi nimefukuzwa Zanzibar, nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu. Ee, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo jana nimetimuliwa uh, Zanzibar. Karibu ni shahidi, nilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha. Bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa, kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari na nanyie ambao mmekuja hapa, ambao mnataka kujua Yanga inarudiini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui Nachokijua ni kwamba Yanga itakwa Benjamin Mkapa tarehe ishirini na tano okay, kwenye siku ya mchezo. Hilo mimi nahakikishia upande wa timu, kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina. E, nisiwadanganye timu. jana mimi nimefukuzwa Zanzibar. Nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu. E, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo jana nimetimuliwa uh, Zanzibar. Karibu ni shahidi. Nilitimuliwa baada ya mechi tukuisha, bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa, kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa, ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Nachokijua ni kwamba Yanga itakwenda Benjamin Mkapa tarehe 25 <laughs> kwenye siku ya mchezo. Hilo amenihakikishia upande wa timu, kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina, e, nisiwadanganye. Timu jana, mimi nimefukuzwa Zanzibar. Nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu, e, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa, uh, Zanzibar. Karibu ni shahidi, nilitimuliwa baada ya mechi tukuisha, bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwao ndugu zangu waandishi wa habari, na nyinyi ambao mmekuja hapa, ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam? Kiukweli mimi kama msemaji pia sijui, nachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25. Okay. Kwenye siku ya mchezo, hilo mimi nahakikishia